Daktari Ontieri kuandika kazi ya tamthilia si rahisi. Kwa hivyo tunakupongeza na wengine ambao wameanza pia kujiandaa katika mkondo huo huo, huo. Hii ni himizo kwamba tunaweza kama mwenzetu ameweza na sisi pia tunaweza. Asante sana, endelea vivyo hivyo, tunakupa baraka, uandike nyingine na nyingine na nyingine. Asante kitampa. <laughs> dakika mbili tu atuelezee kitabu hiki kinazungumzia nini, zikizingatiwa msalimu. <inaudible> Mjambo, tena. so, jina langu ni Elijah M. Ng'ang'a, mwanafunzi wa mwaka wa tatu chuo kikuu cha Kisii. nina ninafuraha siku ya leo. Nina furaha siku ya leo kwa sababu ya kukabidhiwa hii nafasi. Haikuwa lazima lakini na mshukuru sana Kitabu hiki cha tamthilia ya Kilio Kizimbani mimi nimekiandika na kupiti, kupitia changamoto mbalimbali ambazo nimeweza kukumbana nazo, hatimaye nimefaulu kukichapisha. tu dakika uh, Kilio Kizimbani tamthilia, chukua tu dakika mbili niwasomee tu utangulizi, nasema Wama sio siokia aliye nasaa huenda kwa wakati. Je, umewahi kushuhudia kilio kizimbani? Bila shaka, natumai kilio hicho kilikushtusha. Kipi kitokeacho baada ya kupata nafasi ya uongozi? Wengi husahau sera hizo na kuchukua mkodo wao kibinafsi. Kilio kizimbani nitamgiria itakayokupa ukwasi wa hekima, wanamna msomaji anaweza kuziepuka hizi ahadi za uswahilini. Hiki ni kitabu kitakachompa kitaka msomaji hamu ya kila aina. Sala zipi zilizorejelewa humu? Kurasa wa mwisho utakupa jibu kamili. Bora utakamana umepewa mstari wa mbele ili kukidhi ufanisi maishani. Mwandishi amekitunga kwa lengo la kukuza lugha ya Kiswahili inayotumika sana katika nchi ya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Afrika ya Kati, Afrika Kusini na kukineka duniani. Tamthilia hii itakuhimiza umuhimu wa duniani aukduku. Kwa hivyo ni jukumu lako upate hii nakala ili uweze kuelewa kwa kina. Asante sana. Kwa hivyo tusome kazi ili tuweze kujua hizi ahadi za uswahilini ni zipi bila kupoteza wakati, tutakiinua kitabu na nachukua fursa hii kuzindua kitabu cha mwandishi Elijah Ng'ang'a ndio